Kwenye mitandao maoni yakoje? Kwa sababu unajua kwenye mitandao ya kijamii as long as mtu ana simu yake anafikiria anaweza akasema chochote wakati wote, na kwa bahati mbaya zaidi kuna habari nyingi za upotoshaji kuliko uhalisia, ndo katika jumla yake kwao. Sijajua mitandao inasema nini, lakini as long as watu wana uhuru wa mawazo, kila mtu anaweza akajisikia kuandika chochote wakati wote sasa Mbowe kwenda kumtembelea Lissu nadhani ni jambo la, la kawaida sababu Lissu mwenyekiti wa Chadema, Mbowe ni mwenyekiti wa Chadema mstaafu, lakini ni mjumbe wa kudumu wa kamati kuu, na katika mazingira ya kawaida magereza sio sehemu nzuri, e, ni sehemu ambayo ina, ina stress nyingi, na mtu kama yuko stable uh, msongo wa mawazo anaweza kupata kwa sababu ya mazingira na kwa nature ya majukumu aliozoea kufanya na amefungiwa sehemu moja, ni jambo gumu. Kwa hiyo kwa mtu yoyote ambaye ama ameshapita huko, sababu Mboe ana that experience, naye alipewa kesi ya ugaidi e, katika mazingira ambayo kila mmoja anayajua, ni jambo la kawaida kwake yeye kwenda kumpa moyo mwenzake na kujadiliana mambo mbalimbali ya kisiasa na kushauriana, ili kama chama waone wanaendaje wanaendaje mbele. Kwao ni jambo la kawaida, sio jambo la kushangaza, wala mimi sikushangaa nivyomwona amekwenda, kwa sababu katika harakati zetu hizi za mageuzi, wengine Lisu alikuwa mwanaharakati akajiunga na sisi Chadema, wengine tumeshaingia kwa ni, ni, ni safari ambayo ina struggle nyingi na mateso mengi sana. Kwa mtu ambaye experience hawezi kujua kwa mtu ambaye kwa upande wa chama tawala. Kwa sasa katika mazingira kama yale kupeana moyo uh, na kujadiliana mambo mapana ambayo anaendelea kwa nchi hii haitakuwa kwa uhuru ambao ungependa kujadiliana kwa sababu kwa magereza muda wote askari wako na wewe. Kwa hiyo ni jambo la kupeana moyo tu zaidi, ila kusema kwamba kuna mambo deep ya nchi wanaweza kujadili kwa sababu hakuna usiri wowote aka ni jambo zuri na mimi niko Dodoma, lakini nitaenda kumwangalia kama ambavyo Mbowe alivyokuwa ndani nilienda kumwangalia e, pasipo kujali kuna mambo gani yalikuwa yanaendelea na mambo mengine hayakuwa na ukweli, lakini politics nagusana na kushikana mikono uh, hasa za kwetu za upinzani pale ambapo mnapitia uh, mambo magumu, lakini hata mambo ya faraja, lakini mnahitajiana zaidi pale ambapo mwenzenu anapitia mambo magumu. Mheshimiwa Halima Mdee, chama chako hakija uh, saini maadili ya uchaguzi, maana yake hakitashiriki. Ninyi kama wabunge ambao mko bungeni na mlikuwa mna nia ya kwenda kushiriki uchaguzi huu wa 2025 mmelichukuliaje hili swala kwenu nyinyi? Kwanza ni muhimu ikaeleweka kwamba hoja zote za CHADEMA kuhusiana na uhitaji wa reforms za uchaguzi hoja zote za ACT kuhusiana na uhitaji wa reforms za uchaguzi ni hoja valid kabisa. Nilisema hapa, ukiwa umegombea kwenye chama tawala unaweza usielewe pain ambayo wagombea wa upinzani wanapata. Ukiwa hujagombea, ukiwa ni mpiga kura wa kawaida unaenda kwenye sanduku lako kupiga kura na kurudi nyumbani kulala. Huwezi kujua pain ambayo wagombea wa upinzani wanaipata kwenye hili bunge. Kipindi kile tuna chaguzi za kidemokrasia, kwa sababu uchaguzi elfu mbili na ishirini haukuwa uchaguzi. Kila mtu anajua haukuwa uchaguzi. Mimi personally najua haukuwa uchaguzi kwa sababu nime, nimeona kura za za wizi nimezishuhudia na nimeenda nimeita polisi ku, ku, kuwakabidhi pamoja na nchi wasimamizi wa uchaguzi walioingiza makura feki na ushahidi ulikuwepo, lakini mimi nikafunguliwa kesi baada ya wale majambazi tuliwapeka kwa uchaguzi literally ni wa kihuni. Kipindi cha Kikwete kulikuwa kuna nafuu kidogo. Nafuu kidogo kwa mantiki ya kwamba mfumo wa haki za chama, kwa mantiki kuanzia mchakato mzima wa mikutano ya kisiasa, kuanzia mchakato mzima wa mawakala haki ya mawakala kuingia haki ya kuwa na matokeo, yani utaratibu ulikuwa ni huu huu lakini ulikuwa una nafuu, lakini 2020 set a very bad precedent ambayo imejitokeza tena kwenye uchaguzi wa 2024. Kwa hiyo chama chochote makini cha siasa ukienda kushiriki uchaguzi blindly, yani ukijifanya unajipa upofu unajidanganya mwenyewe, hilo la kwanza. Lakini la pili, kama nchi ni ya kidemokrasia, ni jambo la ajabu na la hovyo kabisa mko vyama mnavyoshindana kwa kisheria, mnatakiwa muwe iko muwe sawa. Sasa wao wanategemea huruma ya mshindani mwenzio ili uweze kuingia bungeni, it doesn't make sense, sio kama unanielewa vizuri. Kwa hiyo CHADEMA wanahoja ACT wanahoja, na hili jambo limechambuliwa na wanasheria wengi na vizuri. Mwenye macho aone, mwenye masikio asikie. kwa nini Tuna katiba, tuna sheria za uchaguzi, tuna kanuni. Kanuni ni kajukua makatukuu, yani kanuni ni kakitu kadogo sana, ambako hawezi kukinzana na sheria ya uchaguzi na hawezi kukinzana na katiba. Kwa hivyo vitu ambavyo viko obvious. Sasa jambo linabaki, unajua, kwenye hizi struggle kuna ile shikilia mpini na kwenye makali. Of course, ile shikilia mpini ni serikali, ambapo serikali ni Chama cha Mapinduzi ambayo mifumo ya kichaguzi unajua kabisa kwamba watu watumi wanatokana na nini, yaani ni vitu vimeshasemwa, ukijifanya uvijui ni wewe tu na kujizima kuji, kuji data sijui so, kama unanielewa. Kwa hiyo iko hivi, wenye dhamana wana wataalamu wengi, wana sheria wabobevu, kwa watumie tu common sense kujua kwamba, la kwanza, hakuna kanuni ambayo inaweza kuvunja katiba wanasema ndio, kanuni iko silent. Hata kama kanuni ingesema kwamba si asaini, sijui hatashiriki uchaguzi, that's kanuni ni, ni hai yani, haina uhalali wa kisheria, kwa sababu hakuna kinachoweza kutungwa kiendane na kinyume na mama yake na babake yako juu. Kwa that's, that's kwa wana hoja. Kwa sasa busara ya kisiasa na ukomavu wa kisiasa na kama watu wanajiamini, sikilizeni hoja msitafutie majawabu hoja. Ubabe ya usaidii sana yani, ubabe ni kama unajitekenya na unacheka mwenyewe, si mwenelewa. Nasema nimeshinda kwa kishindo, lakini you know hujashinda kwa kishindo, sasa inakusaidia nini eventually? Sababu watu watakaa na pein, watakaa na pein. Vizazi vinatofautiana na vinabadilika, vinakuja na mwonekano tofauti, kwa that pein ambao utamshindilia. Wazazi wetu wana miaka ya sabini, sisi tuna miaka ya arobaini inawezekana kizazi kijacho ambacho kina exposure pana kuliko wazazi wetu na babu zetu na sisi kikaja na different tone. Sasa hadi tufike huko, wakati taifa ni moja. Kwa kwa ufupi, ni kwamba hoja za ICT, hoja za CHADEMA ni valid. Uliyeshikilia mpini unajua na yourself sana, wenzako wako kwenye makali, nafikiria unaweza ukaonea. Ipo siku na wewe utatamani yao mazingira bora ambayo walikuwa na nafasi ya kuyatengeneza lakini hawakuyatengeneza. Na naweza mtu akaingia akasema sawa, asitushughulikia na sisi tutakushughulikia, unaelewa? Sababu sio kila generation italala usingizi. Inawezekana this current generation italala usingizi, inapenda tu udaku, inapenda umbea, inapenda ku comment tu, lakini they are not responsible, unaelewa? Lakini kuna generation ingine nasema to hell with umbea, to hell with udaku, em, tujadili ishu za nchi. Sasa kwa nini tufike huko? Basi tufike huko tukiwa tumetengeneza mifumo iliyokuwa salama na mifumo ambayo inamlinda kila mtu na mifumo ambayo wananchi watakuwa na nafasi ya kufurahia viongozi wao. So wananchi, unalibunge unajua kabisa, hata si ya mchaguo huu, afu mbunge unajisikiaje? dukafu <laughs> Aaala, mwisho. Kwa hiyo mheshimiwa, utagombea na kama ni ndio utagombea, utagombea kwa chama gani, na kati chama hicho akishiriki uchaguzi? Sema hivi wewe, nitagombea ama sitagombea, tusubiri bunge livunjwe ndio tutajua mchezo unaendaje. Hupo. Ah.